Ni kwamba nimesema, haya mafunzo kwanza, kwetu sisi tunashukuru ofisi ya ukaguzi kwa kutupatia haya mafunzo kwa sababu uh, inatoa fursa kwa waandishi wa habari kuweza kuwa na uelewa mpana wa kuhusiana na shughuli za uh, ofisi ya ukaguzi na wakati, kama mwandishi wa habari akipata elimu ya aina hii ya kujua kwamba uh, shughuli za ofisi ya ukaguzi zinafanyikaje na namna zinavyofanyiwa kazi zinaweza kusaidia sana, zinaweza kusaidia sana mwandishi wa habari katika utendaji kazi wake, na kama unavyofahamu mwandishi wa habari anapokuwa ameelimika, tafsiri yake ni moja kwamba mwananchi wa kawaida ama mtanzania mwingine wa kawaida anaweza kuelimika. Wakati mwingi kumekuwa na maswali, wakati mwingine unakuta ripoti imetolewa labda ya CAG bado kuna kunakuwa na maswali mtaani, maswali yanajiuliza kwamba mbona ripoti fulani ilishatolewa, lakini kuna, kuna, kuna mapungufu mahala fulani lakini sasa so, kwa, kwa, kwa, kwa kupata uh, elimu kwa mwandishi wa habari it means kwamba anao uwezo wa kujibu kupitia kalamu yake kwa maana ya kuandika kwenye chombo chake cha habari. Uh, kwenye mafunzo ambayo nimeshiriki leo uh, ya mashirikiano ambayo yameanzishwa kati ya ofisi ya mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali na wanahabari hapa mkoani Morogoro, naona ni mafunzo ambayo yana taswira njema ama yana nia njema, kwa sababu uh, sisi mara nyingi ndio ambao tunafikisha taarifa kwa kwa kwa, kwa wananchi na habari kwamba pengine CAG ametoa taarifa hii, mipaka yake inaishia hapa, kutoka hapa kwenda hapa ni mpaka wa mtu mwingine, ambapo anapaswa kuanza kuendelea kuufanyia kazi. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, inawasaidia wanahabari, lakini pia wanahabari wenyewe tulikuwa tunakutana na changamoto ile ripoti ya CAG inapotoka, ni mahesabu, ni mahesabu kweli kweli. Kwa hiyo kuyadadavua, kwenda katika katika ile taswira ya chini kabisa ya mwananchi wa kawaida kusoma na akaelewa kidogo ilikuwa ni changamoto, lakini kupitia mafunzo haya sasa wanahabari wanajua ni namna gani ya kuandika hizo taarifa, namna gani ya kuzidadavua katika lugha rahisi ambayo mwananchi anaweza kuielewa, ni kwa namna gani sasa, e, vyombo vya habari vinaweza kuipeleka hii elimu ya ukaguzi kwa wananchi, na tuliona kwamba tunaweza tukatumia teknolojia ambayo tunayo kwa sasa kwa maana ya matumizi ya simu janja au smartphone katika kuandaa e, vipindi lakini pia kuweka vipindi ambavyo watu wengi wanaotumia smartphone wanaweza kuweza kupata hivyo vipindi, lakini matumizi ya mitandao ya kijamii au hizi social media platforms ambazo tuliona, e, nyingi zina watumiaji wengi. Kwa mfano tumeona Facebook ina takribani watumiaji bilioni 2 E, nukta mbili na tumeona kwamba tukitumia vizuri mitandao ya kijamii basi habari za ukaguzi hazitakuwa ndani tu ya mipaka ya Tanzania, lakini pia zinaweza zikaenda nje ya mipaka ya Tanzania, ambapo pia wapo wa Tanzania wanaohitaji kupata elimu au kufahamu e, ripoti za ukaguzi. Hatua hii inaonyesha wazi dhamira ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali katika kuwashirikisha wadau mbalimbali ili waweze kuelewa kwa kina ripoti zake za ukaguzi na kuchangia kikamilifu katika kuimarisha uwajibikaji wa matumizi ya rasilimali za umma. Mafunzo ya leo hapa mkoa wa Morogoro ni mwendelezo wa juhudi hizo, yakilenga kuhakikisha kuwa waandishi wa habari wa mikoa yote wanapata uelewa sawa kuhusu kazi za ukaguzi na matumizi ya ripoti za CAG katika kuimarisha uwajibikaji wa umma. Aidha, maoni na mapendekezo mtakayotoa katika mafunzo hayo yatasaidia sisi kama ofisi kuendelea kuboresha mifumo yetu ya mawasiliano na utoaji wa taarifa kwa umma.